E, bwana, mambo vipi mwanafamilia wa D World of Entertainment? Karibu tena katika chaneli yako pendwa ambayo tunakusogezea mambo mbalimbali ya kiburudani ambayo yanakuwa yanatokea, of course, ndani ya Tanzania lakini bila kusahau nje ya Tanzania tunacross the border. Sasa moja kwa moja naomba nikukumbushe kusubscribe, kucomment na ku-like kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo tunakuwa tunakusogezea. Ukisha subscribe basi unakuwa wa kwanza kufikiwa na taarifa zetu mbalimbali ambazo tunakuwa tumekuandalia kwa siku hiyo. Sasa na leo bwana, nipo na stori ya Sarafina Phina Tz katika ukurasa wake wa Instagram anajiita hivyo, lakini pia bila kumsahau Willy Paul ambaye anajiita Willy Paul msafi katika ukurasa wake wa Instagram. Sasa Phina bwana ametangaza kuachia ngoma yake ndani ya wiki hii, ambayo ngoma hiyo amemshirikisha Willy Paul kutokea pande za Kenya na kama tunavyojua bwana, Willy Paul alikuwa na ugomvi mkubwa na Diamond Platnumz, wakati wa perform katika show yao ya Kenya takriban ni, ni almost kama mwezi umepita. Kuna show ilikuwa imeandaliwa Kenya kwa ajili ya Diamond Platnumz kuweza kuperform, lakini na wasanii wengine waliweza kuwemo. Sasa kulitokea misunderstanding za arrangement, ambapo ikap, ikapelekea Diamond Platnumz akaweza kugombana na Willy Paul. Sasa Willy Paul katika ukurasa wake wa Instagram amekuja na akaandika kwamba ndugu zangu wa Tanzania, msidanganywe eti nina chuki na nini au wasanii wenu sisi sote mandugu and we need each other but what I won't allow ni dharau. Msanii wenu alikuja kuniletea dharau hapa home nikakataa, na bado nikakataa tu. Akabadilisha stori na kusema kuwa na wachukia wa Tanzania. Mimi sina chuki na Watanzania. I love you my brothers and sisters. I have a song with the talented Phina drop this week. I have a song with talented Fina, drop this week. So kama unavyoweza kuona kwamba Willy Paul amejaribu kujibu kwamba akasema yeye hana changamoto yoyote na Watanzania, lakini Diamond Platnumz ndio aliyojaribu kufanya mambo yawe magumu na yeye hakuweza kuvumilia hizo dharau dharau ambazo hazipendi of course. Sasa kwa upande wako, hebu jaribu ku drop hapo chini wa comment kuhusiana na hichi ambacho Willy Paul ameweza kukisawazisha ambapo mashabiki wengi walikuwa naamini kwamba Willy Paul ndio ameleta vurugu, Willy Paul ndio amefanya kuonyesha chuki kati ya Tanzania na Kenya, lakini Willy Paul amekuja kusawazisha katika ukurasa wake wa Instagram. Sasa dondosha komenti yako hapo chini, utuambie kuhusiana na collaboration hii ambayo inaenda kufanyika na kati ya hawa wasanii wawili, kati ya Phina na Willy Paul, lakini pia usisahau ku